Baada ya kukagua, lakini pia kupata maelezo yako ya jinsi mradi ulivyotekelezwa, mimi nadhani nianze tu kwanza kumpongeza mkandarasi aliyejenga ama aliyetekeleza huu mradi ambaye ni mkandarasi Rocktronic. awali umesema alikuwa na miradi mitatu katika mkoa wako wa Manyara na bahati nzuri miradi yote yamekwenda vizuri, na lazima nikili, ni mkandarasi amekuwa na rekodi nzuri kwenye miradi na hasa hii ya madaraja, na bahati nzuri ni mkandarasi mzawa. Na kizuri zaidi ni kwamba hata mliosimamia hii miradi sehemu kubwa ama ikiwa ni pamoja na huu mradi pia ni wahandisi washauri chini ya TANROADS kitengo cha, cha, cha teku. Kwa hiyo ni daraja ambalo eh, limetekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba tuweze kuwawezesha zaidi wakandarasi wa ndani lakini pia tutumie, pale ambapo hakuna ulazima wa kutumia wataalam wa nje ama taasisi za nje za kitaalamu, za kwetu zinaweza basi. Haya ndio maono ya Mheshimiwa Rais, tumetumia teku ambao wako chini ya taros, lakini tumetumia wakandarasi wetu na fedha yetu imetumika hapa. Kwa hiyo fedha imetumika ya serikali ya wananchi, lakini bado waliofaidika ni wananchi hawa hawa wa Tanzania. Kwa hiyo kwanza tunawajengea uwezo e, wasimamizi wetu wa barabara, lakini pia tunaongezea kuwajengea uwezo e, wakandarasi wetu pamoja na wahandisi wetu ambao wanafanya kazi e, kwenye miradi kama hii. Kwa hiyo mimi hilo la kwanza tu e, lazima nipongeze. Lakini kwa wanamanyara ama watumiaji wa hii barabara ambao ni hii barabara ni trunk, barabara kubwa ambayo inaunganisha Dodoma, Babati, Arusha kwenda Nairobi kwenda Tanga kwenda Moshi. Hii ndo barabara kuu ambayo iko busy sana, hata kutoka Singida kutoka Mwanza Singida Babati, hii ndo barabara sasa. Tulipo hapa, nadhani mnaweza mkaona, hapa ndo ilikuwa barabara ya zamani, na hii ndo ilikuwa daraja la zamani ambalo lilikuwa linazidiwa na maji, maji yanapanda juu, maji yanaweza kufanya hii barabara isipitiki na kwa sababu ya mafuriko yaliyotokea nchi nzima. Kwa hiyo yaliainishwa maeneo mbalimbali ambayo madaraja yanafurika, yanakata mawasiliano, yanavunja barabara, yanavunja ma madaraja, yanasababisha kusiwa na mawasiliano. Kwa hiyo tuna madaraja mengi sana Tanzania ambayo yamejengwa kwa utaratibu huu, na hii ikiwa ni mojawapo. Unaongelea zaidi ya pengine bilioni 800 ambazo zilihusika kwenye maradi, miradi hii TANROADS, pamoja na wenzetu wa TARURA na kilichofanyika tu kama unavyoona ni daraja ambalo limejengwa, ambalo limejengwa jipya lenye uwezo wa mara tatu ya makaravati yaliyokuwepo. Leo tumejenga daraja ambayo alikuwa na mita kama ishirini upana, leo tunaongelea mita hamsini kwenda juu. Ilikuwa mita mbili leo unaongelea mita mita sita kwenda juu. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo tofauti kwamba hata pakitokea changamoto yote, swala hilo haliwezi likafanya maji yashindwe kupita kwenye hili daraja. Kwa mimi hapa nashukuru, lakini na tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwamba changamoto ya maeneo mengi yaliyokuwa na mafuriko yaliyokuwa na maporomoko ya maji yaliyokuwa hayawezi kupitika kwa kweli sasa tiba imepatikana, na kizuri ni kwamba katika hii miradi hatujawa na changamoto ya malipo ya fedha. Sasa meneja, kazi zilizobaki hizi ndogo ndogo za kuhakikisha kwamba mto unarudi kwenye maeneo yake unakotoka na unakokwenda, lakini nimeona pia umejenga barabara kwa sababu umehamisha barabara kipande ili kwenda kujenga kipande kingine kipya ambacho kimekamilika, kuwekwe alama zinazotakiwa, lakini pia madaraja kama ni vyema sana mkaweka pia taa ambazo zitafanya hapa pale pazuri ile eneo la e, Minjingu daraja mnaloita mto Mlungu, ivyama mkaweka taa, mwakikisha kabisa hata kama kwenye mradi wa kuwa na taa, lakini tafuta hela za maintenance mweke taa. Baada ya kukamilisha kazi ya ujenzi wa daraja hili, daraja la Minjingu lenye ukubwa au pani ya mita hamsini kwa gharama bilioni sita, tunaendelea na kazi ndogo ndogo hivi sasa ambazo zinajumuisha kazi ya kudemolish ili existing box culvert, kwa maana kwamba hii structure iliyokuwepo awali ambayo ilikuwa inapita kwenye barabara ya zamani, lakini tunaendelea sasa kazi ya kufungua mto upande wa juu na upande wa chini. mm -hmm. E, pamoja na hilo, tunaenda sambamba pia sasa na swala zima la kumobilize mawe na gabion, kwa maana vikapu vya mawe vile, ili ku protect kingo zote za daraja kuhakikisha kwamba mvua zote zitakazokuja zitakuwa accommodated daraja jipya. Kwa uh, usimikaji wa taa kuna vigezo mahususi ambavyo tunavyozingatia kwa maana ya luminosity, lakini tuna taasisi ya CBS ambayo inatusaidia kucheck sasa zile taa zipo eh, na ubora kiasi gani. Halikadhalika tuna maabara zinazoweza kutusaidia kufanya tathmini ya hizo taa, kwa sababu taa nyingi huwa zinakuwa exported kutokea zinakuwa important kutokea nchi zina za nje. Kwa hiyo zikishaingia tunafanyia testing ili ziweze kukidhi mahitaji ambayo tumeyaset, kama, kama client.